Ina miaka 23 lakini na historia ya kuoa mara mbili na nau usistadi wenu. Halo Watupipo, tunaye huyu dada macho ya gololi, ushungi wa mwambao, rangi laini kama chokoleti iliyolainikia mfukoni. Stori yake ya kuku, nimejifunza ukifuga kuku wa kutaga na ukachanganya na hawa kuku wa kutamia, maana kuna kuku wa, wa machotara kwa ajili wa kutaga tu hawalalii. Ukijitahidi kuwachanganya wote ukawa manage hawa wanataga, hawa wanalalia. Hawa akitaga, mayai yakizidi hawa unayauza, unapata faida kwa wakati mzuri, ukaweza kulea vile vifaranga. Maana kulea vifaranga sio mchezo, mpaka vikue vipate chanjo. Kuna baridi, kuna nini, yani vina vina mambo mengi kwa kweli. Sasa, kama stori ya kuku ya Fatma inatoa taarifa kwa wafugaji wa sasa na watarajiwa wa kuku, wewe stori yako ya kuku inatoa taarifa gani? Je, inahusu makange? Inahusu sahani? kuna wengine stori zao za kuku leo zinahusu Indian street food. Usikae naye karibu huyo, lakini wewe stori yako ya kuku inaweza ikahusu chanzo kikuu cha protein wakati unajiandaa kwenda mazoezi.